Kuna wakati unakuwa unatafuta mazoezi ya kuyafanya vizuri na kwa usahihi, ili yaweze kukusogeza sehemu moja mpaka nyingine, na haya ndiyo mazoezi ambayo yamenisaidia mimi ya hapa kuweza kukuza kifua changu kwa kuzingatia number of sets pamoja na reps, pia bila kusahau progressive overload. Binafsi, zoezi ambalo napenda kuanza nalo katika siku ya mazoezi ya kifua ni hii hapa bench press, na napenda kutumia ba sio dumbbell kwa sababu pia nahitaji kuongeza strength, japokuwa dumbbells zitakufanya uweze kwenda full range of motion, yani uweze kufika chini kabisa wakati wa lift, na hii hapa itakupa nguvu zaidi hata wakati wa kuperform mazoezi mengine. Hivyo zoezi la kwanza ninalolipendekeza ni hii hapa barbell bench press. You have to make sure unapofanya bench press, hakikisha grip yako inakuwa iko sahihi Weka mikono yako hivi, miguu yako ikusaidie kuweza push, weka chini, even you can use toes. Pia unaweza uka arc back like this, alafu ukatoa weight hapa. Kwa uzito huu utaweza kupiga kwa usahihi kabisa. Pump it up. Ah, ampira nice. Progressive overload ndio ambayo imenisaidia mimi kuweza kutoka kwenye kubeba uzito wa kilo 20 80, na hii ni 110. Kwa hiyo unaofanya mazoezi yako ya weightlifting, hakikisha uwe ni mtu wa progressive overload ili uweze kupata matokeo mazuri. Too nice. Ah. Na seti hii ndio ambayo itaniruhusu kuweza kwenda kuendelea na mazoezi mengine ya kifua endapo nikaweza kubeba uzito huu wa kilo 120. Na sasa tunakwenda kwenye incline bench press, ambayo tunaita ndo the hardest bench press globally kwa sababu asilimia 15 hadi 25 ndio wapo watu ambao wanaweza kulift kilo mia moja kupitia incline bench press, na hivi ndivyo ambavyo unaweza kwenda kuifanya kwa usahihi na fomu iliyo sawa kabisa, ili kuweza kupata matokeo mazuri, na hasa kama unataka kutarget your upper chest. I'm going to make sure my bench is a 30 degrees angle. Kitu cha kuzingatia wakati unafanya incline bench press ni kiki hapa. Grip ina mata sana. Hakikisha mikono yako unaiweka asilimia kubwa isikae mbali sana na shoulder width apart. Ukaweka bulldog grip. Arch your back. Get it down. Mikono ikiwa sio mbali sana na shoulder with the bar, itakusaidia sana kuweza kupush press, kuweza kurudisha juu kwa wakati na kwa haraka hivyo kutapata hata injury ya shoulders. Ah. Nice. Hii hmm, ni moja kati ya zile asilimia ambazo sidhani kama nitazifikia lakini ebu nijaribu. Hii ni kilo 100 katika hii incline bench press at least rep count. Ah. Come on, Eric. You can do that. You know. Go down. Uh. Ah, nice. Woo. So, nipo katika ile asilimia 15 hadi 25 ya watu ambao wanaweza kulift kilo mia moja katika incline bench press. Kwa nini ufanye chest press machine? Sababu kubwa ni kwamba hii machine itakusaidia kuweza ku-isolate muscles pia itakusaidia kuweza kukuza misuli yote ya kifua kwa ujumla kutokana na jinsi ambavyo mashine hii imekaa na kuweza kutofautisha msuli mmoja baada ya mwingine kutokana na utendaji kazi wake. Hivyo chest press machine ni bora zaidi kuliko hata mazoezi hayo mawili ambayo nimekutajia awali. Kwa hiyo kama unatafuta mazoezi mazuri sana ya kifua, basi hili hapa, chest press machine ni zoezi nambari moja kwa ajili ya kukuza kifua, pia kuweza kujenga misuli vizuri.

Zoezi lingine ni hili hapa dips. Hili ni zoezi zuri sana lakini lenyewe kwa ujumla lina target chest, triceps, pamoja na shoulders, hivyo ili kuweza kupata chest vizuri wakati wa kufanya zoezi hili hakikisha utakaposimama hapa, lean your torso forward. Alafu shuka chini mpaka pale ambapo mikono yako itafika 90 degrees and up. Hakikisha umesugiza kichwa chako mbele hivi. Na endapo ukaweza kupiga reps ishirini katika zoezi hili bila kubeba weight yoyote, unaweza ukafanya advanced ambayo ni hii: unakuwa na uzito ambao unaobeba kupitia miguu au kiunoni mwako. Mimi nimechukua kilo yangu hii hapa ya dumbbell kilo 18 alafu, kama kawaida, na lean my torso forward, nashuka chini 90 degrees. Ikitokea katika gym unayofanya mazoezi kuna mashine kama hii ah. Au mashine hii hapa ah. Come on, hapa nafanya flies ambayo kule mashine ya kwanza ilikuwa ni pec deck. Na hii ni mashine nyingine ambayo kama kwenye gym unayofanya mazoezi ipo basi ni the best choice kwa ajili ya kujenga kifua chako, na kama ukikosa kabisa, basi jitahidi utumie dumbbells kwa uzito ambao unaweza na hayo ndo mazoezi mazuri na sahihi sana ambayo yatakusaidia kuweza kujenga kifua chako na kujaza pia na kukata. Hii ni Bodium na hapa ndo sehemu sahihi unayopata kile unachostahili. Kwa usaidizi wa mazoezi, usisite kuacha ujumbe wako hapo chini, nasi tutakupatia personalized program, nutrition plan pamoja na coaching ya uhakika. Bodium pata unachostahili hmm.